Yawezekana umekutana na video zinazo trend mtandaoni, kama hii. Basi leo nitakwenda kuonesha hatua kwa hatua namna gani unaweza kutengeneza video hizi za AI kirahisi kabisa kupitia simu yako mkononi. Kwanza kabisa unahitaji kuwa na picha. Nikuwa namaanisha picha ya mfano ama picha ya reference ambayo utatumia picha hiyo na kuibadilisha muonekano na kuwa kama, uh, inavyoonekana hapo na kisha baadaye kutengeneza video ya hiyo picha. Na kisha baada ya kuwa na hiyo picha tayari umeshaichagua iwe ni ya kwako ya mtu mwingine. Utaingia kwenye Chat GPT. Na kisha baada kwa umeingia hapa kwenye Chat GPT. Application hii ya ChatGPT na kisha utachagua sehemu hii yenye alama kama jumlisha, ni kwa maanisha itakuwezesha wewe kuupload picha yako ambayo nimeizungumzia, picha ya reference. Ukigusa hapo, utachagua photo. Ukigusa photo, kisha utachagua picha yako ambayo sasa ndo unataka photo. Photo, kuitumia kama picha ambayo unataka kuibadilisha muonekano na baadaye kuja kuitengenezea video. Kigusa hapo foto, utachagua picha yako husika mwana kama hapo nimechagua hiyo picha. Na baadaye unaiambia una uh, ChatGPT itengeneze picha hiyo katika mfumo huu uh, unaitwa Pixa uh, kwa hiyo unaweza ukaandika tu create in Pixa au uh, unaweza ukaongezea maneno yote kwamba hiyo katika mfumo wa animation au uh, Uh, namna yote hata ukiandika kwa, kwa Kiswahili ni sawa, lakini kikubwa ni kwamba baada ya kuwa imetengeneza unaweza ukaiboresha ukamwambia, atengeneze kama kuna kitu kimeongezeka, akakipunguza na mpaka pale utakapopata matokeo ambayo wewe unayahitaji. Na mfano kama unavyoona hapo, mimi nimetengeneza na baadaye nikapata matokeo haya ya picha hii nzuri. Baada ya kuwa umepata picha yako kama hivyo, then utai download. ku download unaweza ukai click kama hapo na lakini nikukumbushe kwamba uh, kutengeneza picha kama hizi, kuna wakati inaweza isije kama vile unavyotaka. Hii ni ChatGPT, kumbuka unaweza kuchat nayo na hapo kaandika maelezo yako kwamba kama kuna kitu unaona hakiko sawa, unaweza kurekebisha iwe ni Kiswahili kwa Kiingereza vile vile, unaweza kurekebisha, ukaiambia kuna kitu fulani kiko sawa labda kuna kitu kimeongezeka ukitaki na utatengeneza picha kulingana na matako yako jinsi ambavyo unataka. Na baadaye uh, ikishakuja picha ambayo unaitaka kama hivyo utagusa hapo chini kui save na utakuwa nayo kwenye simu yako. Na baada ya hapa, baada kwa tayari tuna picha ambayo tumetengeneza, na kinachofuata ni kuibadilisha picha hii kuwa video, na baada ya kuibadilisha picha kuwa video tutaingizia audio ambayo tayari tuko nayo. Hizo ndio hatua unazohitaji ili kubadilisha picha hii kuwa video. Iko AI tool maarufu sana na unaweza kuitumia kupitia simu yako mkononi. Basi cha kufanya ni kuingia kwenye Chrome kupitia simu yako ya mkononi. Kwa hiyo, ukiwa umeingia Chrome utasearch hivi na kuandika kama nilivyoandika hapa, Hedra AI kama jinsi ambavyo inaonekana hapo, na baadaye utasearch, na matokeo yake yakija utagusa hii link ya kwanza ambayo inaonekana kabisa hapo, Hedra.com. Na ukiingia hapo ya tovuti itakuwa inaonekana kama hivi. Hii ndio tovuti ambayo inasaidia uh, kwa kupitia teknolojia AI kubadilisha picha na kuwa video. Na baada ya kuwa umeingia kwenye tovuti sahihi, utagusa hapo try now, kwenye hichi kitufe cha try try now. Gusa hichi kitufe cha try now, itakuleta kwamba usign in kwa hiyo unaweza uh, ukasign in ama ukajiunga kama bado huna akaunti kwa kugusa hichi hii sehemu ya hapa chini hapa kwa kugusa hapa sign up now, na itakuhitaji utengeneze hapa password, ujaze email yako, utengeneze password na hatua zingine za muhimu. Lakini kwa urahisi kabisa, kama unatumia simu yenye Google account utagusa tu hapa na tayari utakuwa umeingia kwenye hii tovuti. Kwa hiyo utagusa hapa na baadaye utachagua email yako ambayo unataka kuitumia hapa. Baada ya umegusa kama hivyo, utagusa chini hapa kabisa continue na baadaye unaona inatengeneza account kama hivyo, inakuuliza na wewe utachagua na kuaccept hivyo vyote then utamaliza kwa kugusa chini hapa kabisa create account. Kugusa hapo create account, kama unavyoona utakuwa tayari umetengeneza account. Kwa hiyo inakuhitaji kwanza utengeneze account ndipo umalize kufanya kazi yako. Kwa kama kawaida utagusa tena hapa try now. Kwa kugusa try now kwa itakuleta kwenye ukurasa huu. Huu ndio ukurasa wetu ambao tutakuwa tukimalizia kuibadilisha ile picha na kuwa video pamoja na kutia sauti. Kwa hiyo, cha kwanza kabisa, uh, unahitaji kuupload picha yako. Kwa kama unavyoona kwenye tovuti hii kuna sehemu mbili za muhimu sana. Kwanza ni sehemu ya kuupload character na pili ni sehemu ya kuupload audio. Kwa hiyo, cha kwanza kabisa utaupload picha na baadaye utaupload audio ambayo unataka ile picha, uh, iwe inazungumza maneno hayo kama ni mazungumzo na cha kwanza kabisa tukao tutagusa hapa sehemu ya character, na kisha tutagusa uh, sehemu ya muhimu kabisa, hapa chini imeandikwa upload image. Tutagusa hapo na baadaye tutabonyeza hapa chini kwamba nakubali consent, na ukigusa hivyo tayari itakuleta uchague picha yako. Tutagusa tena hapo upload image kama kawaida, na kisha nitagusa sehemu ya pili ya kuadi audio hapa, kama unavyoiona mwana nikigusa hapo inanionyesha option mbalimbali. Kuna sehemu ya kurekodi kama sina audio, naweza nikairekodi hapo hapo. Lakini kuna sehemu ya kuandika maneno la na kuna sehemu ya mwisho kabisa ya kuupload audio ambayo tayari nimeshaitengeneza. Kwa hiyo nitagusa hapo, sehemu ya chini kwa kuwa na audio, nitagusa upload audio hapo. Na kisha nitachagua faili langu la audio jinsi lilivyo kwenye mafaili husika na baada ya kuwa umeweka audio yako kama unavyoona hapo, utakuwa na uwezo wa kuiedit, kuiongeza au kuipunguza. Lakini pia kumbuka kwamba kwa watu kwa ambao tunatumia akaunti ambayo sio kulipia, unaweza kuweka tu ya audio yenye si zaidi ya muda wa sekunde ishirini. Kwa hiyo utaweza kufanya settings zingine kama unahitaji, na kisha baada ya hapo utaendelea. Kwa hiyo kama tayari umelizika, utagusa hapa chini add to video kwa nikigusa hapo hadi tu video tayari, audio yangu imeingia. Na baada ya hapo nitachagua, kuna vitu vya msingi unaweza kuvifanya, ikiwemo kuchagua ratio ama size ya video yako kulingana na mahitaji yako, kwamba unahitaji video hiyo ikawe ya katika mtandao gani au katika size gani. Mfano katika video ambazo zina tumika kwenye baadhi ya mitandao ya kijamii kwenye shorts au reels za Facebook ama TikTok, inaweza kupendeza hivi kulingana pia na aina ya picha yako ambayo umeupload, lakini kwa video ambazo una upload YouTube, unaweza kaeka hizo, au Instagram hizo kulingana nawe jinsi ambavyo unahitaji matumizi yako k kwa, kwa sasa mimi nitaacha hiyo na kisha nitagusa hichi kitufe hapa, nitagusa hapa kwa ajili ya kumaliza kazi hiyo husika. Kwa hiyo nikigusa hapo, kama unavyoona, itakuwa na generate, na kama unavyoona hapo utaletewa tangazo ili ambazo unatakiwa uh, ulitazame kwa sekunde kadhaa, na baadaye pia kwa watu ambao wanatumia akaunti ya bure utatakiwa kusubiri kwa dakika hizo hapo ambazo umezitaja. Baada ya kusubiri kwa hizo dakika, tayari picha yako ama video yako itakuwa tayari kwa ajili ya wewe kuweza kudownload na utaona baada ya hapo, utakuwa inakuonyesha progress ama maendeleo ya video yako wapi imefikia, na ikikamilika, basi utaweza kuidownload hapa. Na baada muda tayari unaona video imekamilika, na mpaka kufikia hapo tayari tumeshamaliza hatua zote, na tayari unaweza kuidownload video na kwenda kui um, tumia mahali usika ku download. Unaweza kugusa sehemu hii ya ku download na tayari video yako inakuwa imekamilika, na hata ukiplay hapo video inakuwa ni kama jinsi ambavyo tume tegemea ezekana kutana na video, kisha umesubscribe ili kuendelea kufuatilia video kali kama hizi. Asante.